Alikhu ehu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningependa kuelezea jambo moja la kijamii muhimu sana ambalo linawakutanisha mwanamke na mwanamume. Mwanamke na mwanamume wanakutana katika misingi ya sheria kwa kitu kinachoitwa ndoa, al imsaku bimarufin au tasrihu biihsani, kushikamana kwa wema, na inapolazimu kuachana, basi jambo hilo lifanyike kwa wema. Mke na mume wanapooana, upo uwezekano wa kisheria wa kuachana au wa kutengana kati ya mke na mume. Kutengana huko kunakuja katika njia ya tatu. Njia ya kwanza inaitwa talaka, njia ya pili inaitwa khulu, njia ya tatu inaitwa fasikh. Lakini tuizungumzie hii njia ya talaka, ambayo ndio imekuwa ni common na ni maalum, wakiitumia sana wanaume mbalimbali mbali katika kuwaacha wake zao baada ya kuona mambo yao hayaendi sawasawa. ala sabili lilmithali Mume kaoa mke akiwa na matarajio yake ya na namna fulani katika kifumbu kifupi sana, katika kipindi kifupi sana cha maisha yao, inaweza kuwa ni wiki moja, wiki mbili, wiki tatu na pengine mpaka mwezi, mume akahisi awezi kuendelea tena kuwa na mke ule, au wakafikia dosari na tofauti zikawafanya wanaona hawawezi kuendelea kuishi pamoja, na mume kwa hasira akaamua kumwambia mke wake au kumwacha mke wake kwa talaka tatu kwa pamoja. Swali linakuja hapo. Jambo hili la kumwacha mke talaka tatu kwa pamoja lina nafasi gani katika dini? Hatua ya kwanza, talaka tatu kwa pamoja ni kipimo cha hasira ya mume katika kumwacha mke wake. Kwa sababu Qur'ani inasema at-talaqu marratani talaka ni mara mbili, kwa maana talaka ambazo mume anaweza akamrejea mkewe baada ya kumpa talaka ni talaka mara mbili. Mara ya kwanza akimwacha mkewe anaweza akamrejea, na mara ya pili akimwacha mkewe anaweza akamrejea. Kumrejea kwa mara ya kwanza anaweza akamrejea kabla ya eda kuisha au anaweza kumrejea hata kama eda imekwisha kwa kumwoa upya mke yule yule. Hii itakuwa ni mara ya kwanza. Ni mara ya pili ndio inayozungumza na, na Qurani, at-talaqu marrataini, talaka ambazo mume anaweza akamrejea mkewe ni mara mbili, mara ya kwanza na mara ya pili. Wanachuoni wanasema katika hii mara ya kwanza, inawezekana mume kwa hasira alimwambia mkewe na kuacha talaka sitini. Tunasema hayi ni matamko ya hasira. Huwezi kuwacha talaka sitini katika tukio moja, hilo litakuwa ni tamko la hasira, hiyo itakuwa ni talaka moja, kwa maana ni tukio la kwanza la mume kumwacha mkewe, hiyo itahesabika talaka moja. Na mara pili inaweza katokea akamwacha tena, hiyo itakuwa ni talaka moja. Lakini katika maadili na nidhamu, wapo wanaume wanaocheza na talaka katika kudhalilisha wanawake au katika kuondolea hadhi ya wanawake au katika tabia mbaya ya wanaume kutaka kubadilisha wanawake siku baada ya siku, kiasi cha kwamba anamwoa mwanamke baada ya wiki moja mbili, anamwambia nimekuacha talaka tatu. Ikiwa tukio hilo ni kwa lengo la kumdhalilisha mwanamke ili kumpa kitisho, basi madhhabu ya Imam Shafi yanaonyesha tamko la talaka ya wazi. Matamko ya talaka ya wazi yaliyo na maana ya kuacha yakitamkwa na mume, ninakuacha kwa talaka tatu, zitakuwa talaka tatu, kwa sababu mume huyu anahesabika hana nidhamu katika kuendana na ndoa yake katika maadili na nidhamu. Tamko la wazi la kumwacha mwanamke na kutamkia na kuacha talaka tatu, zitakuwa talaka tatu kama njia ya kulinda hadhi na heshima ya wanawake kwa wanaume ambao wanapenda kuchezea wanawake na kuwatumia vibaya katika hatua hiyo ya talaka. Lakini katika hatua ya kupishana kimaumbile, kukosana kama wanadamu, wanachuoni wa madhahabu nyingine wanaonyesha kwamba atalaku maratani, talaka ni mara mbili, ambazo mume anaweza akamrejea mke wake hata kama utamwambia mke wangu nimekuacha talaka tatu, ikiwa hilo ni tukio la mara ya kwanza, hiyo ni talaka moja na unaweza ukamrejea kabla ya eda kuisha kwa kumtamkia ninakurejea mke wangu, au unaweza kumrejea mkeo baada ya eda kuisha kwa kumwoa ndoa mpya. Hiyo itakuwa tukio la kwanza ni itakuwa ni talaka moja, na tukio la pili litakuwa ni talaka ya pili. Hata kama katika tukio la kwanza ulisema na kuacha talaka tatu, litakuwa tukio moja, na hiyo itakuwa ni talaka moja. Na tukio la pili ukamwambia mke wako na kuacha talaka tatu, hiyo itakuwa ni tukio la pili, hiyo ni itakuwa ni talaka ya pili. Hasa katika maeneo ya kuzingatia adabu na sheria za talaka katika Uislamu, kama nilirejea tena katika misingi ya nidhamu na utaratibu, ili kuondoa uwezekano wa wanaume kuwachezea wanawake, basi madhahabu ya Imam Shafi yanaonyesha mwenye kumwacha mke wake kwa talaka tatu za pamoja kwa lengo la kumdhalilisha, hizo zitakuwa ni talaka tatu, na hataruhusiwa kumrejea mke huyo mpaka aolewe na mtu mwingine na aachwe, amalize eda, ndipo anaweza kumrejea tena mke huyo. Hiyo ni kwa ajili ya kulinda heshima na hadhi ya wanawake. Zingatia, mahusiano kati ya mke na mume yanaweza yakajalia, mahusiano hayo yakaleta watoto, watoto wanaompa mume jukumu la kuwa mlezi mkuu, kitu ambacho huwa kinayumisha maisha ya watoto. Talaka ni moja ya matukio yanayoumbisha maisha ya watoto hasa katika malezi, kwa sababu tu ya wanaume, ama kwa sababu ya hasira za kupita kiasi au tamaa za kupita kiasi, wakaamua kuwaacha wake zao kwa talaka moja au mbili au talaka tatu. Izingatiwe, hatua ya kuachana huwa ni hatua ya kukosana. Katika kukosana, hutoka, hutokea watu wakaachana, wakajenga hasira, hata huduma za msingi zikawa zimeziwiliwa au zimeziwilika kupatikana. Ndio maana katika hadithi ambayo sawa utaita ni dhaifu, lakini inatumika katika kuhimiza ucha Mungu na kuhamasisha watu kuwa na taa, abghadhul halali ilallahi at-talaq, kina kinacho kinachobugudhi kinachokera kwa Mwenyezi Mungu, kinachoudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kiwango kikubwa sana, ingawa kitu hicho ni cha halali. at-talaq ni kuacha wanaume. Cheleeni kutoa talaka kwa wake zenu, kumbukeni mliwaoa kwa tamko la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na ieleweke, katika kumwoa mke ni nidhamu kubwa sana. Allah subhanahu wa taala amekupa sheria ya kumuingilia mke kwa halali katika kupitia tamko lake na sheria aliyoipitisha. Kwa hivyo, wanaume watahadhari kutoa talaka kwa wake zao, kwa sababu jambo hili huwadhalilisha wanawake. Jambo hili hula hula husababisha matatizo ya malezi kwa watoto, jambo hili husababisha kuenea kwa watoto wa mitaani, jambo hili husababisha chuki baina ya familia mbili. Kwa hivyo jambo hili nzito sana, ni ngumu sana. Kwa hivyo wanaume wanaasa kuwa na subira katika kuishi na wake zao, lakini pia wawe wazito. Ndiyo maana hatua ya kutoa talaka katika Uislamu ni hatua ya mwisho kabisa, baada ya mawaidha, baada ya kuwaita wazazi wa pande mbili, baada ya kumhama katika kitanda, baada ya kumwonya, baada ya kupigana, hapo ndipo inaweza kuwa hatua ya talaka ikaja. Ni jambo la mwisho kabisa, lisitumiwe kama fimbo la kuwachezea wanawake. Mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya jambo hilo kwa sababu arijalu qawamuna ala nisa, mwanamume wameteua. Mwenyezi Mungu amewateua wanaume ndio wawe wasimamizi wa maisha kwa wanawake. Kwa hivyo wasitumie mwanya wa sheria wa talaka kukwepa majukumu hayo na kuwatelekezea watoto na kuwaacha watoto wakilelewa na upande mmoja au wakikosa malezi ya baba na mama. Huo ni mchango mkubwa sana, watoto wote wanaokosa malezi ya baba na mama kwa sababu ya talaka. Aliyetoa talaka ajue anadhima juu ya jambo hilo. Dunia yetu inahitaji sana wanajamii walioleleka vizuri, waliolelewa vema, na watoto wakilelewa kwa baba na mama ni fursa nzuri sana. Kwa hivyo, wanaume tumwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Katika talaka ni jambo la halali, lakini linamuudhi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ogopa kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, anaweza kukunyang'anya baraka na rehema zake zote katika maisha yako ya kila siku.